Na heshima yako mkuu, shikamoo. Unaongea na Dickson Bisari, ni mwandishi wa habari wa CMB Bright TV. Na mkuu, nimekupigia simu ukiwa kama mwenyekiti wa Simba Sports Club, kutaka kujua kuhusu hii taarifa iliyotoka jana kutoka kwa uongozi wa Simba, unasema kwamba leo Simba haitaingiza timu uwanjani. Ukiwa kama wewe mwenyekiti wa timu hii, unazungumziaje ikiwa leo ni siku ya dabi ambayo imepangwa? kwa hiyo tujue kwamba mchezo ni haupo mkuu? Nashukuru sana kwa taarifa yako mkuu.